Miaka ya elfu moja mia tisa na sitini, nchi nyingi za Kiafrika zilizokuwa zikitawaliwa na wakoloni zilipata uhuru wake kutoka kwa wakoloni hasa wa Ufaransa na baadhi waliotawaliwa na Uingereza. Baada ya nchi nyingi za Kiafrika kupata uhuru walihitaji kuwa na sauti ya pamoja kama bara la Afrika. Mimi naitwa Daniel Vincent. Karibu endelea kuwa nami ili kufahamu zaidi. Mwaka 1963 mfalme wa mwisho wa Ethiopia, Emperor Haile Selassie wa kwanza, aliitisha mkutano wa kwanza wa nchi huru za Afrika kwa wakati huo. Mkutano huo ulifanyika jijini Addis Ababa nchini Ethiopia kuanzia tarehe 23 hadi tarehe 25 Mei mwaka 1963. Malengo makuu ya mkutano huo yalikuwa ni moja, kuunganisha bara la Afrika ya kisiasa na kiuchumi, mbili, kupambana na ukoloni na ubaguzi wa rangi, hasa makoloni ya Ureno ambayo kwa wakati huo yalikuwa bado yanatawaliwa na Afrika Kusini walikuwa chini ya utawala wa makaburu, pamoja na Rhodesia ama Zimbabwe iliyokuwa chini ya utawala wa Mwingereza. Sababu ya tatu ya mkutano huu ilikuwa ni kulinda mipaka ya mataifa mapya. Sababu ya nne ilikuwa ni kuanzisha chombo cha pamoja cha kusimamia usalama na maendeleo. Viongozi waliohudhuria katika mkutano huo walikuwa ni kama wafuatao. Wa kwanza alikuwa ni Haile Selassie wa Ethiopia, wa pili ni Gamal Abdel Nasser kutoka Egypt, mwingine ni Kwame Nkrumah kutoka Ghana, Jomo Kenyatta kutoka Kenya, Ahmed Ben Bella kutoka Algeria, Modibo Keita kutoka Mali, Ahmed Sekou Toure kutoka Guinea, King Idris wa kwanza kutoka Libya, William Tubman kutoka Liberia, Leopold Sedar Senghor kutoka Senegal, Sir Milton Megal kutoka Sierra Leone, Milton Obote kutoka Uganda, Askofu Mkuu Makarius wa tatu kutoka Cyprus akiwa kama mtazamaji. Mwingine ni Sir Abubakar Tafawa Balewa ambaye alikuwa ni waziri mkuu wa Nigeria. Mwingine alikuwa ni Aden Abdallah Osmar kutoka Somalia. Mwingine ni Ibrahim Abud kutoka Sudani. Mwingine ni Habib Bourguiba kutoka Tunisia. Mwingine ni King Hassan wa pili kutoka Morocco. Mwingine ni Mokhtar Ould Daddah kutoka Mauritania. Mwingine ni Philbert Siranana kutoka Madagascar. Mwingine ni Philbert Yulu kutoka Congo Brazzaville. Mwingine ni Cyril Adula kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ama Zaire. Mwingine ni mwakilishi wa Togo ambaye alichukua nafasi ya Sylvanus Olimpio aliyeuawa mapema. Mwingine alikuwa ni Hamar Dian kutoka Niger. Mwingine ni David Dako kutoka Jamhuri ya Afrika ya Kati. Mwingine ni Ahmad Ahijo kutoka Kamerun. Kiongozi mwingine aliyefika katika mkutano huu alikuwa ni Francois Tombabaye kutoka Chad. Kiongozi mwingine aliyefika alikuwa ni Hubert Maga kutoka Benin. Mwingine ni Morris ya Miogo kutoka Burkina Faso ama Apa Volta kwa wakati huo. Mwingine ni Mwami Mwambusa wa kwanza kutoka Burundi, na mwingine ni Gregori Kaibanda kutoka Rwanda. Jumla ya viongozi hawa thelathini na mbili waliokuwa wakiwakilisha nchi katika bara la Afrika waliweza kufika na kila mmoja alitoa hotuba katika mkutano huo. Ikumbukwe kwamba mkutano huu ndio ulipelekea kuanzishwa kwa Umoja wa Afrika, yaani Organization of African Unity OAU. Katika mkutano huu kuna nyaraka kuu mbili zilizosainiwa. Waraka wa kwanza ni OAU Charter, yaani mkataba wa OAU, na nyingine ilikuwa ni Declaration on the Problem of Subjugation and Apartheid, tamko kali dhidi ya ubaguzi na ukoloni. Viongozi saba waliotia saini kama waasisi wakuu ni Haile Selassie wa Ethiopia, Gamal Abdel Nasser kutoka Misri, Kwame Nkrumah kutoka Ghana, Jomo Kenyatta kutoka Kenya, Julius Nyerere kutoka Tanganyika, Modibo Keita kutoka Mali, Ahmed Ben Bella kutoka Algeria. Kama ilivyo katika mambo mengine, mkutano huu pia ulikuwa na changamoto zake ambazo ni kama ifuatavyo: moja, mgawanyiko wa kifikra hapa. Kulikuwa na makundi mawili. Kundi la kwanza liliitwa Casablanca block au Casablanca group. Hawa walitaka umoja wa kisiasa wa haraka, waliongozwa na Kwame Nkrumah. Na kundi la pili lilikuwa ni Monrovia group. Hawa walitaka umoja lakini taratibu, wakiongozwa na Julius Nyerere na Leopold Senghor. Migogoro ya mipaka ya Afrika ilikuwa ni changamoto ya pili. Hapa mipaka ya Afrika iliyowekwa na wakoloni ilisababisha migogoro baina ya nchi mpya. Changamoto ya tatu ilikuwa ni mivutano ya vita baridi. Hii ni kwa sababu wakati huu kulikuwa na vita baridi kati ya pande kuu mbili za ulimwengu, yaani Marekani na Umoja wa Kisovieti. Baadhi ya nchi za Afrika zilikuwa upande wa Marekani na zingine zilikuwa upande wa Umoja wa Sovieti. Changamoto nyingine ilikuwa ni uwezo mdogo wa kiuchumi wa nchi za Afrika. Nchi nyingi za Afrika zilikuwa maskini, hivyo ilihitaji misaada ya nje hivyo ili kuendesha sera zao. Hii ilipunguza uwezo wa kujitegemea na kufanya maamuzi baina ya nchi hizo, hivyo ikawa ngumu kufikia malengo ya pamoja. Kupitia hotuba zao zilizosomwa na kila kiongozi wa bara la Afrika aliyehudhuria katika mkutano huu Ilikuwa ni wazi ya kwamba viongozi hawa waliokuwa ni waasisi wa bara la Afrika, kila mmoja alikuwa na mtazamo chanya kuhusiana na bara la Afrika. Waweza kusoma nakala kwa kudownload kupitia Google. Ikumbukwe ya kwamba umoja huu ulikuwa ni msingi imara kwa maendeleo ya awali katika bara la Afrika, hasa kupiga hatua kwa zile nchi zilizokuwa bado zikitawaliwa na wakoloni. Umoja huu baadaye ulikuja kubadilishwa jina na kuitwa African Unity hadi hivi sasa. Asante kwa kunisikiliza. Mimi naitwa Daniel Vincent. Tafadhali endelea kuwa nasi ili kupata makala zingine nzuri kama hizi.